Samaritan, asubuhi. Anaitwa Marion Shako Adonai. Ah, hii track maana inanikumbusha nyuma kidogo pia mm. Ah, nishaiwai enda harusi moja nikashuhudia wakichangamka na wakichangamka ah. Nayo ile alafu narusha maua na ka Nafu... <laughs> Kulikuwa na kale ka kijana ka baibo mm -hmm. Kakona Bible mbele, wale wa mshuma mshuma ya nini? Mshuma ama mshuma sio? Inaonyesha kwamba unaenda kukua na light. Kwa ah, kwa na mbona asiweke koroboi basi? Hata koroboi itap... itap... hey, ah, <laughs> Sasa, <laughs> wewe ndio umesema alafu tena unasema unanidanganya eh? Yani umenidanganya ah. na Wakenya wengine <laughs> elfu ngapi <laughs> Lakini we, <laughs> mama, na vile nilikuwa convinced that unajua. Na miss zile harusi za kitambo, yani yani yani hizi za siku hizi mbwembo wasichana wanashona skati wameweka sliti paka hapa hapa, alafu wanacheza yeah, tu mbele ya baba na hata guka wana ah, hiyo stori itanikasirisha, wacha hey, tu, tuone tu yanayotendeka, juu naanza kukasirika na spendi. You remember our two wanaharakati ambao walikuwa abducted kule upande wa Uganda. Najua yeah. <laughs> Uh, Oyo. Oyo. Si eh, Oyo. Oyo. Haya majina ya oo anakuchanganya kidogo mm. So waliachiliwa, mm. Wame, like, kulikuwa na they are free. Pressure. Yes, walipewa hata familia zao. Sevo alikuja akasema, yes, alikuwa amewadetain katika military joint. Yani mwenyewe tu, na akasema sasa, akasema security ya Uganda ni mambo mbaya, ukicheza cheza unakama. Sasa alikuwa anasifia serikali ya huko hey. Na Sevo mwenyewe alikuwa amesema kipindi fulani hapo nyuma kwamba they have searched everywhere mahali ambapo wanaweza kuwa watoto wetu wa Kikenya, hawaja hawajaonekana, hawaja kuwa hawaja pale, and they have been there for a very long time, so hiyo ilikuwa baada ya pressure ikutanda kutandatanda pale eh, kuhusiana na familia kiulizia, eh, jamani, mm. and then something else, eh, pia wakiulizia afya ya hawa ndugu zetu jamani, labda iko namna gani something. So pia wanaharakati hapa Kenya wakakuwa wamepiga kambi sana huko aki nataka kujua wako wapi wa Kenya wenzetu ambao walienda kule upande wa Uganda wakati wa hafla ya eh, ule jamaa Bobby Wine e, na wakakamatwa mm -hmm. You know, something funny ambayo mimi sijafurahia katika history nzima ni kwamba why lie at the first place and then unakuja unasema. Unakuja sasa kusema sijui ulikuwa umewa detain sasa. Alafu umewaachilia. Uh, what is that? I know there have, there have been speculation on social media by the way, kwamba even though wameachiliwa kuna kwa uwezekano kwamba they have been poisoned the slow poison so it's gonna kill them pole pole pole uh, because walikuwa in a position ya kuwa shot and killed And being killed lakini sasa wametumia another option They kama wajue wako sawa ama hawako sawa. Kuwa tu na mjamaa ambaye si ndugu yako, ambaye si dada yako, yani we unakuja asubuhi na mwagia maji ya chumvi, mm, unapiga ye mijeredi saba, alafu unaenda unachukua inaitwaje, ile kitu ya kung'oa msumari, inaitwaje? Nyundo, sio nyundo, ile nyingine eh. Ile spana, anamwingiza kwa kidole vile, alafu anafinya ati sana, anamfanya punishment sasa gani? Huwa anakaa, and I'm like, what if ni wewe ama ni mama yako ama ni baba yako ndo anafanyia hizo vitu, wewe unafanyia watu wengine? Na sasa so, unaposema hivyo eh, inamaanisha wanaoteswa pia generation yao ilikuwa hivyo. Uh -uh. Kule nyuma sasa ndio generation wanateswa, sasa. Eh. Labda kukali alikuwa mtu na tabia kabisa mbaya, anatesa watu. Kwa hivyo, labda tu niseme usemi wake hapa, nikimnukuu niki hapa Yoweri mwenyewe akisema hivi, here we have very good intelligence Anasema kwamba huko kwao wana maafisa ambao wanafanya kazi eh, kwa makini sana anasema, mm. we know them, anasema tunawajua, they have been with us. I have their names. They came and they were working with kiagulanyis group. They are experts in chaos. Hmm. Eh? Nasema huko wana watu mm. special special. Mm. They are working with watuew sasa siju Kagulanyi, Kagulanyi siju shoshi nini, hao ni akina nani huko Uganda eh? Kwa hivyo anasifia intelligence ya Uganda na anatesa watoto wetu we mzee wewe. Surely. Na isi the mzee, the same same mzee baada ya mzee baba kufa akasema kwamba it's now time youth of Kenyans muamuke, msimame, mchukue. Na sasa watasimamaje? Hey, na umewateka nyara kwako huko we mzee ah. Hey. Ni siku ya wazee lakini kuna wazee wengine wanazeeka vibaya na kwanza watakufa vibaya. Yaani mzee unatesa tu wajukuu. Ai, ati vikwa gulani. Kwa gulani vindushi. Mwana. Kwa gulani, kwa gulani. Kwa galango. Kwa suzocha. Ai. Na nasumbua sana. Lakini sijafurahi, licha kuwa, you know, I remember, you remember that time we talked about this story. Na nilikuwa nasema kwamba kuna wife moja wa abductee, mm. Eh, ambaye alikuwa amekuwa abducted. Akuwa nasema kwamba every time mm. she see a phone call. Mm. wakati anaona akipigwa simu anaona ana, yeah, labda ni habari njema mm. Labda ni oh, ushai miss mm. eh, mtu mtu ambao ulikuwa na ukaribu naye mm. inakuwa mbaya, kuna loneliness huwa inakupiga. Yeah. Inakupiga. Kwanza mvua ikinyesha jioni huko peke yako, lakini hiyo hiyo unajua kwamba labda yuko Njoro kazi yuko. <laughs> ama yuko maimayu kazi lakini huyo amekuwa Mujuyi, abducted. Ata ata sawa, ampi, bad na tangu do you, do you know tangu eh, huyu Mwangi mm. akuwa abducted, amekuwa, eh, eh, eh Boniface Mwangi eh, eh, kule Tanzania eh, Aki, a, alikuwa, alikuwa. Walikuwa abducted na Agatha mm. ule wa Uganda, wakawafanyia madhara mambo mambo huko mambo, umerealize Boniface Mwangi ametulia ame, a a sana, is it a way of killing, I don't know, ama do you know these people? Na nimeona headline moja standard hapo Ngoja tu wakati wa magazeti utaona, utaiona, sio noma sana. Kwa hivyo, msikilizaji, mimi sijui hili swala unalichukuliaje, lakini kama yalivyo ni kwamba wale ambao walikuwa wametekwa nyara, vijana wetu wanaharakati, kule upande wa Uganda, finally waliweza kuachiliwa. Lakini kile ambacho kinasikitisha na usemi ambao unakasirisha Wakenya mno ni kwamba badala ya ku sympathize na kusema labda ilikuwa ni way of correcting them. Mm.